By God's grace tumepokea vifaranga aina ya broiler kama ambavyo mnaona hapa. Tayari tumesha vitoa, tumeziweka ndani ya cage. Tunaendelea, tunaendelea. Sawa, ndugu zangu, twende hatua kwa hatua, toka mwanzo mpaka mwisho. Tuko sawa, tunaendelea kuvihesabu Naona sijaweka hata chakula chini, kwa sababu hata mfuko sijafungua, leo niko peke yangu, kwa hiyo mambo bado mnang'a mnang'a. Nawapenda na sana, jamani, endelea kuenjoy. Haya wadau, mambo vipi? Mkopoa tayari, mzigo ushaingia na leo ni tofauti sana na siku zote, hatujaweka chakula, hatujaweka maji wala hatujaweka moto, kwa sababu Yaani tumechelewa <laughs> sana kupata taarifa kwamba tayari mzigo umekuja. Kwa hiyo tunaenda kuandaa moto sasa, lakini kabla ya kuandaa moto tutaweka maji, tutaweka na chakula hapa chini, ili kwamba waweze kuendelea kula wakati tunasubiri nini? Tunasubiri uh, joto. Hali ya hewa sio mbaya sana, unaona kama vile wanavyochangamka, hawana shida sana. Lakini God to God everything is going to be okay. Katika hili kundi nimeona kuna vifaranga ambavyo haviwezi kabisa kusimama hata kutembea. Umeona kama huyu yani hawezi kabisa. Kupona ni ngumu sana. Hizi ndio changamoto ambazo wanasema changamoto nyingine zinasababisha na kampuni. Kupona kifaranga kama hawa unaona wanavyo kuanguka hivi. Ha, ngumu sana sana sana sana. So, ukikutana changamoto kama hizi si hofu. Hata wakifa pia usiofu, lakini ukutana uku na wote wanachangamka, wanakimbia huku na huku, wote wako salama. Aa, basi ujue tu wewe, ndo sababu mimi nawapenda sana. Tunaendelea, tunaendelea, ngoja tuendelee na hatua nyingine, tutawapa hatua kwa hatua. Love you. Hello my good people, mambo vipi, mko poa? Tena kwa awamu nyingine tunaendelea, tushatua mzigo, aha, tushaweka chakula, aha Tushaweka moto kama ambavyo mnauona huu hapa aha. Sasa wanaendelea kula hapa. Kuna kitu kimemisi, niliwaahidi kwamba nitawaonyesha kipimo cha dawa kwa vifaranga kama hawa, ili kwamba usiwe unawawekea maji mengi na dawa nyingi, masaa 24 yanabaki unamwaga dawa. Lakini kwa sababu ya changamoto ya leo nimeshindwa, kesho nitawaonyesha. Sawa ndugu zangu, niwe radhi tu kwa leo nimeshindwa, kwa sababu ya muda na hekaheka zimekuwa nyingi, alafu I'm all alone. Sawa jamani ya, kama ambavyo mnaona, mm-hmm vifaranga ndio vimeingia tayari, tunaanza kuhesabu siku. Kesho kukikucha tu tunaanza na, ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya kwanza kuku, tunaanza kuhesabia siku ili kwenda kwenye chanjo tunaanza kuhesabia siku, siku ya kwanza baada ya kuamkia kwako, sio siku ya kupokea. Kama leo, leo ndio tumewapokea, kwa sababu tumewapokea wakilala kwetu, kesho ndio tutaanza kuhesabia. Sawa jamani, kama ambavyo mnaona, chakula ni kingi tu hapo chini, watakula hicho chakula mpaka kiishe. Unaona hapa kilikuwa kingi sana, wengi, hapa naona wengi wamekuja kujaa hapa watahama watahamia huku watahamia huku, watakula mpaka kiishe. Maji nimewawekea tu kidogo, unaona eh, nimewaekea tu kidogo naona, yale naona rangi ile maji yale ya pinki, hiyo ni amino toto, na nimekosa glucose kwa sababu nilisahau, lakini haina shida, tutaendelea tu na hizi hizi kwa sababu wameshafika kwa hiyo maji nimewekea kidogo nimekaribia nime ya masaa 24. Kwa sababu ikishafika masaa 24, hicho chombo kigusa hicho chekundu cha chini utaona kinateleza. Maana yake nini? Kinakuambia unatakiwa ubadilishe maji. Na ndio maana anasema masaa 24 unatakiwa utoe maji yako ili uwaoshe vyombo na uwaekee maji mapya. Jamani, kwa utaratibu huu hapa chini ni salama sana. Hawaumizwi. Hawa yani, hakuna stress. Tunaelewana vizuri. Uwezi kukuta kuku wako kaumia. Labda aingie mdudu then awazuri. Hapo kutakuwa ni kitu kingine. Na hapo wako mia moja. Wako mia moja na ni box moja tu niliwaonyesha box hili hapa. Tunaelewana. Wale mnao ulizauliza maswali. Unachukua wapi vifaranga? Unachukua wapi vifaranga? Sipendi sana. Maswali kama hayo kwa sababu wanaongea mara nyingi, mara nyingi, mara nyingi. Eh, kwa hiyo hapa ndipo nachukua vifaranga. Na ili box ukilisoma hapa juu lina maelekezo, wewe ndio unatakiwa usome hayo maelekezo, ujue kuku wako wamepewa chanjo gani na chanjo gani, na wewe utawapa chanjo gani ili kwamba usichemke. Tunaelewana wa ndugu ya yeah. Kwa wale wageni kabisa, hapa panakuwa na 25 hapa, 25 hapa, 25 na hapa 25, wanaweka na vinyongeza huko mmo. Tunaelewana. Kwa hiyo ndio hivyo. Mimi nafikiri kwa siku ya leo kwa asubuhi hii nimemaliza. Tutaonana tena jioni ili tuone maendeleo yao. Sawa. So, ndugu, wanagundua eneo hili kuna joto sasa, ndo wanakuja kukaa pembeni ya jiko. Moto huko juu, lakini baadaye litasambaa kwa sababu nitafunga madirisha na vioo, kwa sababu hakuna hakuna hakuna hakuna, hakuna joto, kwa hiyo nitafunga ili joto lisakulete huko ndani alafu baadaye nitafungua mi nawapenda sana, ninaomba tu usisahau kusubscribe, kushare, kucomment, kulike. Yeah. Usisahau kushare, kucomment, kulike. Dawa ambazo tumewapa ni zile dawa mbili ambazo tunakuwa tunazungumza kila siku ami mtoto natafamu yeah. Labda niwaonyeshe. Na nimeziacha hapa nje. Yeah, hizi hapa. naweza kuona dawa ambazo tunawapa ni hizi hapa ambazo ni amin toto na timafamu hizi hapa, maona. Yani dawa hii timafamu, hey, hii ogopa ogopa ogopa. Na katika vitamini zote hii amin toto hii, yani ni mkataba. Nataka nikuambieni, ni mkataba. Nataka niwaambieni, wewe ukubali, ukatae, that's my own, na napenda sana na moto wetu ndo kama hivi, naona unaendelea, hauna shida. Baada ya muda, joto litakuwa la kutosha humu ndani na mambo mengine yatakuwa sawa. Toka saa kumi na mbili yakaweka nilizoanza nazo mara kwenda kupokea vifaranga mara nini, ninaona joto kweli kweli, yani nina sweat vibaya. Lazima nipate kwanza soda moja ya baridi, alafu ndo nijiandae kwa ratiba nyingine. Mimi nawapenda sana jamani, mwe na siku njema na Mungu awabariki sana Mungu awatunze. Yani naomba tu support yako. Usisahau ku subscribe, ku share, ku comment, ku like. Kwaona unanipigia. Umechukua namba hiyo. Unanipigia. Sal, tusalimiane, jitambulisha we ni nani, unapiga simu kutoka wapi, alafu eleza shida yako. Usianze kuniuliza maswali, wewe ndo Kadala? Wewe ndo hivi? Wewe ndo hivi? Mimi naona unanipotezea una muda, mimi nina mambo mengi sana. Yaani, na mambo mengi sana, yaani naona unipotezea muda. Wewe umenipigia simu, niambie mi ni fulani, napiga simu kutoka fulani, nimepata namba yako kwenye chaneli yako, nina shida hii. Tunaongea, tunamalizana, then tunaendelea, na sio mambo ya kwanza kuniuliza maswali tena, kama niko kituo cha polisi. Ah ah, unaelewana jamani? Muda ni mali, muda ni mali. Nawapenda sana.